Changamoto ya kwanza katika migogoro ambayo tumesikiliza ni migogoro ya ardhi, ipo kwa kiwango kikubwa sana, migogoro ya ardhi. Wito wa serikali yetu ya wilaya kwa wananchi wa wilaya ya Singida: moja, kabla ya kununua ardhi fanya uchunguzi kupitia mamlaka za serikali, uweze kujua uhalali wa hiyo ardhi, inamilikiwa na mtu mwingine nyaraka ziko vipi. Manispaa na halmashauri Singida wataangalia kumbukumbu, ziko kielektroniki sasa hivi, watakwambia walali wa hiyo ardhi, ili usiwe ukachukua ardhi, baadaye watu wakauza hiyo ardhi mara mbili mara tatu, na wewe ukapata hasara. Kwa tunaomba tafadhali, wananchi wa Singida, kabla ya kununua ardhi, hakikisha hiyo ardhi ina hali gani katika umiliki wake katika mamlaka zetu za serikali kuwa na nyaraka. Ukishapata ardhi hakikisha unakuwa na hati. Hati ndio udhibitisho kwamba ardhi ni ya kwako. Kama huna, matapeli wanazunguka na kugundua nani ana umiliki nani hana umiliki. Wakigundua huna umiliki, wanaanzisha mgogoro wa ardhi, na kwa sababu wao wanafahamu mienda ya sheria, mwisho wa siku utajikuta unakosa walali wa kumiliki ardhi hiyo, kama ilivyokuwa kwa watu wengine ambao wamepata matatizo hayo. Tafadhali -ta tengenezeni umiliki wa ardhi zenu, ni jambo la msingi na la kwanza. Kundi lingine ni migogoro ya mirathi. Migogoro ya mirathi ni mingi sana. Moja ya migogoro ambayo tumeisikiliza hapa, mmesikia, tumesikiliza migogoro zaidi ya mia tisa imetotoliwa yote. Ndugu zangu Wanasingida, msimamizi wa mirathi sio mwenye mali. Familia nyingi wanaamini kwamba wakishakaa wakamteua msimamizi wa mirathi wanaanza kuamini huyo ndio mwenye mali ya marehemu. Imekuwa ni changamoto kubwa sana, imesumbua familia nyingi sana, watu wametapeliwa sana, wamama wajane wametapeliwa sana, mpaka wababa wametapeliwa sana, mpaka watoto ambao wameachwa kwenye familia wametapeliwa sana. Msimamizi wa mirathi sio mwenye mali, kazi yake ni kukusanya mali za marehemu ziwekae sehemu moja ili wagawiwe wale ambao wana haki ya kupata hiyo mirathi wito wetu kwenu nini, wana Singida na wote ambao jambo litawagusa hili, cha kwanza, mnapoteua msimamizi wa mirathi hakikisha awe mama kama yuko hai, au wawe baba kama yuko hai, ama wawe watoto kama wako hai. Msimtoe msimamizi wa mirathi nje ya damu ya ile nuclear family kwa kuanzia. Kama wote hawapo basi ndio ndugu mwingine aingie mule ndani. Tumeona watu, tuliwasaidia kama sio Kikosi Kazi Samia na maelekezo ya Mheshimiwa Rais Dokta Samia Suluhu Hassan, watu wengi kwa sisi wilaya ya Singida wangekosa haki yao, na leo memwona pale. Kwa huo ndio wito wetu, na mahakama yetu ya Tanzania, mhimili wa mahakama, tunawapongeza na kuwashukuru sana wa, imeweka utaratibu katika kanuni zake, msimamizi wa mirathi afungue akaunti kuhusiana na masuala ya kifedha. Huo utaratibu hupo saizi mahakamani. Kwa yote haya, wanafamilia mniyafahamu ili kuweza kuhakikisha wanaobaki baada ya walezi ama wazazi kutambulia mbele ya haki. Hii imekuwa ni changamoto kubwa sana, tusiogope kuandika uhosia. Kesi zinakuja hapa, uhosia hujaandikwa, mali zinatapanywa. Wale wenye roho mbaya, roho za ajabu, ambao wakati wazazi na walezi wako hai walijifanya karibu, wazazi wakiondoka, wao ndio wa kwanza kuweza kuwaumiza familia. Lakini kama umeandika uhosia, inasaidia sana wale waliobaki Tuachana mila tupotofu kwamba ukiandika wosia eti unajitabiria kifo. Lakini changamoto ya tatu tumekutana na migogoro ya madai madai madai madai. Katika upande wa madai kwenye kazi, ndugu zangu, hakikisheni mnakuwa na makubaliano rasmi official na mikataba, ili haki yako isipotee. Vijana wengi kama jinsi ambavyo tumemsikia hapa Ali Mlanda au Masanja amemsikia wao walikuja hapa, serikali imetoa kandarasi, lakini nawapa kandarasi kazi. Wale wakandarasi wenyewe wanafanya kazi na vijana, hawaweki nao mikataba, hawalipi sawasawa. Wao serikali imewalipa lakini wao hawatendei haki wale vijana ambao wanafanya kazi. Kwa wito wetu kama serikali ya wilaya, wakandarasi wote ambao mtafanya kazi wilaya ya Singida, hakikisheni mnakuwa na makubaliano rasmi na wale wafanyakazi wanaofanya kazi, kazi, ili isitokee kama jambo ambalo liwakuta kundi la vijana zaidi ya 14 walilalamikia madai hapa. Kama isingekuwa serikali ya Samia Suluhu Hassan wangekosa haki yao, lakini ndani ya saa 24 waliweza kulipa. Kwa hiyo tukumbuke kwenye kazi zetu zote kuwa pamoja na, na, na, na, na makubaliano ya mikataba halali ambayo inatusaidia katika maeneo haya.